Sawa, so time ya taarifa za kimataifa ndio hii hapa na miongoni mwa taarifa kubwa ambazo leo tutaanza nazo ni kutokea pale nchini Marekani, kumuhusu huyu mwanadada ambaye anafanya vizuri sana kutokana na aina ya muziki wake na ndio maana hii kolabo ikatokea kati yake yeye pamoja na Davido. So taarifa hii ni kusana na Victoria Monet ambaye alifanya interview na siku za hivi karibuni na kwenye hiyo interview Victoria Monet ameelezea jinsi alivyoshirikiana na Davido kwenye wimbo unaoitwa offer me. Katika kile ambacho vikizungumza, Victoria Monet anasema kwamba nilikuwa nafanya kazi na producer kutoka Haiti aitwaye Michael Brun. Tulitengeneza wimbo huo bila mpangilio maalum tu kwa bahati. Baada ya miezi kadhaa, hata sijui ulifikaje wimbo huo kwa Davido lakini aliponipigia simu Davido na kusema uh, kwamba wimbo huo uh, yeye, yeah, amevutiwa nao na nataka tufanye pamoja, so mimi na yeye, baada ya kuzungumza hayo, nikaona ni jambo rahisi, pia na mimi nikaamua kufanya nayo hiyo collab. Sasa hii ni exclusive ambayo ameifichua na hakuna ambaye alikuwa anajua kwamba huu wimbo huenda usingekuwa wa Davido na usingekuwepo pia kwenye hiyo album ya Davido ambayo inafanya vizuri kwa hivi sasa. Huyo hapa Victoria Monet wakati anazungumzia hiyo issue ambayo ilikuwa e, mpaka wimbo huu ukawa Davido na sio wa kwake. Huyo hapa sawa. So, so ni Victoria Monet wakati anazungumzia jinsi yes, ambavyo wimbo huu mpaka ukatokea ukawa sio wa kwake tena, yani ikawa ni mali ya Davido. Of course ushirikiano huu haukupangwa mapema e, wana, kwa maana ya Victoria Monet pamoja na Davido lakini wimbo huu ulianza kama jaribio la kawaida kati ya Victoria Monet pamoja na mtayarishaji anaitwa Michael Brune. Baadaye wimbo huo ulifika kwa Davido. Jinsi ambavyo ulivyofika Victoria Monet amesema hata haelewi ilikuwaje kuwaje, lakini Davido aliupenda sana wimbo huo hadi akachukua hatua ya kuwapigia simu na kuambia, bwana, huo wimbo kama vipi, nipeni mimi niufanyie kitu ambacho eh, mpaka hivi sasa umekuwa ni wimbo ambao una mafanikio makubwa sana. Ukizungumzia mafanikio tayari video iko pale YouTube ya kwake Davido na mpaka hivi sasa tunapozungumza, uh, tangu ulipopostiwa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 wimbo huu una tazamaji milioni 6 eh, laki 4 na elfu kumi na tisa, mia tisa, thelathini na tatu pale YouTube ya kwake Davido. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa kiasi gani ambavyo wimbo huu umefanikiwa kwa haraka zaidi, eh, kupitia hii kolabo kati ya Davido pamoja na Victoria Monet. Lakini kwa faida tu, Victoria Monet anaitwa hivyo hivyo, ila panapobadilika ni pale jina la mwisho, kwa maana anaitwa Victoria Monet Mc Cants. Yeye alizaliwa tarehe moja mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa. Yeye pia ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo kutoka nchini Marekani. Alianza kutambulika kupitia kazi yake ya utunzi wa nyimbo baada ya baadaye akaanza kazi yake ya kurekodi na aliachia wimbo wake mwenyewe eh, ambao ulifanya vizuri sana, lakini albamu ya kwanza ya eh, kwake Victoria Monet inaitwa Jagwa 2 ambayo ilitoka mwaka 2023 na, na ndiyo ilimletea mafanikio makubwa ya kibiashara akiungwa mkono na wimbo wake maarufu unaoitwa On My Mama ambao uliingia kwenye nyimbo 40 bora kwenye chart ya Billboard Hot 100, lakini pia wimbo huo pia ulimletea uteuzi wa Grammy katika kipengele cha rekodi bora ya mwaka maarufu kama Record of the Year, na uteuzi huo ulikuwa ni miongoni mwa teuzi saba alizopata kwenye tuzo za Grammy za 66, ambapo alishinda tuzo tatu kwa maana ya msanii bora, msanii mpya bora, yani best new artist lakini pia album bora ya R&B, lakini pia album iliyosanifiwa vyema isiyo ya classical, lakini yani best engineer album nani classical. Si umenielewa vizuri hapo? Kwa hiyo hizo ni deeply ama kwa undani kuhusiana na Victoria Monet, jinsi ambavyo amekuwa na ushawishi mpaka Davido pia akaona afanye naye kitu kutokana na wimbo huo, unaitwa Offer Me. So unapatikana kwenye album ya Davido inaitwa five unaweza ukaicheki pia ukaenjoy mziki mzuri. Na miezi mitano sasa tangu ilipotoka hiyo album, inafanya poa sana. Mbali na taarifa hiyo, tukibaki hapo hapo Marekani, miongoni mwa taarifa ambazo zimekuwa gumzo leo ni kuhusiana na rapa, lakini pia mtayarishaji, namzungumzia Metro Bumi ambaye taarifa zinadai kwamba ameshinda kesi ya unyanyasaji wa kingono ambayo ilikuwa eh, inamkabili yeye binafsi na kurudisha nyuma kidogo kunako mwaka 2024, kwa maana tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2024, mtayarishaji wa muziki kutokea nchini Marekani Metro Bumi alikabiliwa na mashtaka ya ubakaji kwa mwanamke anayedaiwa kuwa alimbaka mwaka 2016. Uh, hati hizo za kisheria ziliwasilishwa na mwanamke huyo anayefahamika kwa jina la Vanessa Le Maistre. La Vanessa la, la Maistre anasema kwamba Metro Bumi alimwalika kwenye studio yake iliyoko huko Los Angeles e, ambapo aliona rapa huyo akitumia vibaya codeine licha ya marafiki zake kumtaka aache kutumia e, hivyo vidonge. Lakini katika ziara yake hiyo kwenye studio hiyo e, Vanessa anasema kwamba alichukua nusu e, ya kidonge cha cha Xanax na fundo la pombe ili kukabiliana na huzuni ya kifo cha mwanae na anadai kuwa alizimia kwenye kochi baada ya kutumia. So alipopata fahamu, anasema Metro Boomin alikuwa juu akimbaka eh, na kumfanyia vitendo vya unyanyasaji kisha akilazimisha tena kwa mshtuko, na alipopata fahamu, Metro alimwambia alikuwa kwenye chumba cha hoteli ya Baby Hills na ilikuwa wakati wake wa kuondoka, lakini Vanessa anasema hakuwa na kumbukumbu alifikaje huko aliko Baadaye e, Vanessa anasema aligundua kuwa alikuwa mjamzito na anadai kuwa alikuwa e, anadai kuwa ilikuwa ni kutoka kwa Metro Bumi, kwani yakuwa amefanya mapenzi na mtu mwingine yoyote zaidi ya Metro Bumi. So mwishowe alitoa ujauzito huo e, Novemba mwaka 2016, ambapo zaidi ya hayo Vanessa anaamini pia Metro Bumi alipuuza unyanyasaji wake ambao alimfanyia na mwaka uliofuata kwenye wimbo wake